Fresh, kila kitu safi, siku kumi. Yeah. mazoezi tu ya kawaida mazoezi tu ya kawaida ilikuwa rahisi sana, sababu nilikuwa nipo sehemu nzuri, natokea sehemu nzuri kwao na nakuja nafatwa na naenda mazoezini nafanya mazoezi narudishwa tena hoteli. Kwa wao wenyewe, nilivyozungumza nao, kila kitu wamesema safi, kwa sababu nimefanya hadi vipimo <laughs> Kila kitu kimeonekana kipo sawa. Mi nachosubiria ni maongezi baina ba ya timu na timu. Kule walisema ataongea na Simba wakishamaliza basi, mimi inabidi niende nikasaini. Ah, amna kitu cha tofauti sana, ila kikubwa mwanzo mwanzo, kama unaenda mwanzo nchi za watu, kama kuna kwa kuna ubaguzi ubaguzi fulani, lakini ukishazoeleka ukifanya mazoezi siku mbili siku tatu, ukizoeleka kila kitu kinaenda sawa ya. Kwa mwanzo nilipofika kidogo kulikuwa kuna mtihani, mtihani, lakini sasa nivyokaa siku mbili I think siku mbili kila kitu kimeenda kibu, vizuri. Ao, ujue kikubwa wale nachohisi wanakwanza mpaka waanze kuzoeana na mtu lakini nivyozoeana nao naona haikuwa shida tena, kila kitu kinaenda sawa. Mina sina cha kusema sana, nasema kikubwa endelee tukusapoti mpira Tanzania, wa Tanzania waendelee kusapoti wachezaji wao Mungu akijalia utapata ma professional wengi sana, lakini kikubwa ni amna kulizika. Kama wewe kweli kazi yako mpira, natakiwa utoke nje nje ya Tanzania ukacheza, ili ukija Tanzania kidogo kuna kwa kuna heshima fulani vinaipata.